Naitwa Mwanaisha Kimeza Sama natoka Dar es Salaam naelekea Kigoma. Jana usiku ilitokea changamoto yaani, ilifika saa mbili, tumeambiwa kama kuna treni imeharibika, kwa hivyo inabidi tusubiri mpaka saa saba mchana; saa saba usiku tutapata usafiri wa kurudi kwenda ka Kigoma. Tumelala, tumefika saa saba usiku tumeona kimya mpaka asubuhi saa kumi na mbili, tunatafuta mawale matitima nani, wote atuwaoni, tumebaki sisi wenyewe tu. Wacha picha asubuhi saa 12 si saa moja, tunaambiwaje hapa usafiri bado hujakaa sawa, kwa hiyo tuendelee tusubiri mpaka kule mambo atakavyokuwa sawa. Kwa jina naitwa Imani Sadiki Chemka, ni msafiri, natoka Dar es Salaam naenda Kigoma. Tumefika hapa Dodoma, ilikuwa saa 2 kama dakika 40. Kwa tukashuka kwa niaba ya chakula, watu wakala kumaliza kula, stesheni masta akatangaza kwamba hapa tutakuwepo kwa muda, baada Ikifika saa saba usiku tunawatangazia hatua inayofuatia. Si tukalala tukakaa tukasinzia, ilipofika saa nane mimi binafsi niliinuka nikaenda pale stesheni kwa station master nikakuta station master ofisi imefungwa, nikakuta wafanyakazi wafanya wale ambao walikuwa wanakusanya wana tiketi ndani ya, ya treni nikawauliza, ndugu zangu, inakuaje hii hali, kwa sababu mheshimiwa alitangaza kwamba ikifika saa saba watatuambia kwamba utaratibu ukoje ikapigwa simu mkuu mkuu, akampigia simu mkurugenzi wa, wa shirika la reli, mkurugenzi akatuambia anatuomba radhi tumsamehe kwamba tunakupa ma, tunawapa masaa mawili nyenye abiria kama treni itakuwa haijaondoka baada ya masaa mawili tunafanya utaratibu wa mabasi, nendeni pale stesheni mkakae, baada ya masaa mawili kama masaa mawili yakifika treni haijakamilika ya kule marekebisho hajakaa sawa, tutawaletea mabasi mpande. Tukarudi kukaa n treni yetu tukakaa mpaka masaa mawili yale yakaisha. Talipoisha ndo tukafanya utaratibu, akufanyaje? Wakuja tena kumuuliza, mwheshimiwa, muda ushafika na utaratibu wa treni atujui inaendaje, naomba tusaidie sana utaratibu wa mabasi. Ndo ndomda tumeingia ofisini mkuu wa mkoa paka na kikao kabisa, akatuambia kwamba anafanya utaratibu mwingine waayo mabasi. Hii tatizo ni kama kwanza moja shirika la reli sio rafiki kwa abiria. Yaani unapokuwa kwa sababu mimi mwenyewe nimekuja ni, ni, ni na TV ambayo tiketi yangu nilimpa cleaner wa bewa kama namba, bewa, la, bewa la pili kutoka ile niliyopo ile ile ile tiketi nilompa inaonekana kwamba mimi kama mwizi, kila mtu anakuja kuuliza ile TV, TV na nani? TV na nani? Mwisho nikamwambia mimi na kanuisi tiketi, tiketi yangu hapa kunisimu anataka karatasi kama mheshimiwa, kani tiketi iko kwenye simu, ina tofauti gani na hiyo ambayo unaitaka karatasi? mi tiketi, kuna mtu kachukua clean. Akachukua kabla clean gani? Mimi clean simjui, lakini clean iko ndani ya kazi, ni mfanya kazi mwenzenu, akasema kama vipi wewe unaonekana ukamtafute. Sasa nikamtafute wapi? Mwisho wa siku wakataka kunipeleka kituoni, mimi kuna kituo kidogo, wakanikamata wakaniingiza ndani. Nikamwambia mheshimiwa, sababu mimi naingia kwa kosa gani kama tiketi nimekuonesha kwenye simu, ya ya abiria ya kuelekea bara ambayo ilifika hapa jana usiku majira ya sa saa tatu kasorobo e, sasa kwa bahati mbaya kulikuwa kuna treni ya matengenezo inaitwa engineering train ambayo yenyewe ilikuwa inafanya safari pia kuelekea Tabora, ambayo treni kwa bahati mbaya ilipata ajali uh, maeneo ya uh, Makutupora na Kintiku katika wilaya ya, ya Singida, sorry mkoa wa Singida, ambapo ile treni ilipata ajali aa, na kuangusha behewa moja. Sasa na ilikuwa jana majira ya sa saa moja na nusu jioni na kupelekea hilo ikawa kwamba sasa njia ile haiko salama kwa ajili ya gari kutembea kwa sababu ya ajali, maana yake imefanya saa njia haipitiki kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba e, kuna wataalam tayari wako kule, wataalam wako kule site wakiendelea na, na zoezi la kuhakikisha kwamba wanainua ile crane e, na kutengeneza njia ambayo imeharibika ili uh, train hii pamoja na zingine ambazo ziko safarini ziweze kutembea. E, lakini pia na hapa kwetu uh, tumejipanga vizuri. Tunajua sisi abiria ndio partners wetu wa biashara, kwa hiyo inapotokea changamoto kama hii ya abiria wamekwama, kwa sababu mkataba ambao tunakuwa nao sisi ni wa kuwasafirisha na sio kukwama. Kwa hiyo ikitokea hali kama hii kwamba wamekwama, huwa shirika linakuwa na utaratibu wa kuangalia nini kinatakiwa kifanyike. Kwa cha kwanza, huwa tunahakikisha zile huduma za kijamii tunawapa, ikiwemo ni pamoja na huduma ya chakula, lakini pia huduma za washroom na huduma za matibabu kitokea pengine kuna mtu alipata changamoto ya kiafya akiwa hapa safarini. Kwa hiyo tunaendelea kutoa hizo huduma. Kwa hiyo nafikiri leo leo wataondoka baada ya kwa kule tumekamilisha. Tufahamu kwamba treni hii ina watu 755 sasa. 755 kwa mazingira ya gari ambayo inakuja na kupita ni tofauti na treni ambayo inasimama hapa masaa zaidi ya kumi, labda kwa mfano. Kwa hiyo huduma zetu zipo, lakini sasa kwa mfano wanaweza wakaingia watu ishirini mfululizo wanapishana, lazima kuna kuwa na matumizi ya maji ambayo ya yanaisha, lakini tumeendelea kuongeza maji ya reserve. tuna reserve tanks hapo, kwa hiyo tumeendelea kusupply maji kutoka kwenye